Sasa ndo Tanzania tumekuja na hiyo Inuka Index au Inuka Dozen Index Fund ambako, uh, kwa hesabu tulizozipiga mwaka jana wakati tunatengeneza huo mfuko, Dozen ilikuja kwa sababu tulipata ni makampuni kumi na mbili. Kwa hiyo so far tutaendelea kuishi nayo japo jina linaweza ikaendelea kuwepo as a legacy name, lakini hiyo ndio index tulionayo blue chip companies utajua siku za mbele tunavyoendelea huko mbele, kwa sababu criteria ya kuchagua makampuni ni size, uh, profitability track record ambayo inaendana na dividend, lakini na liquidity sokoni, kwamba kampuni ya trust siku mkitaka ku exit kama kuna tatizo lolote isije ika ikaleta tatizo au ku exit kwenu kukashusha sana bei. Allocation share za makampuni itakuwa ni market weighted ambako benchmark yetu itakuwa ni Tanzania Share Index, kwa sababu ni index au kwa Kiswahili wanaita fahirisi fahirisi si fahirisi ya kampuni za ndani. Hiyo ndio itakuwa performance index na offer statistics jana. mm -hmm. tumefungua window kwanzia kwa tareh tarehe ishirini na tisa mpaka tarehe kumi Oktoba, yatakuwa ni mauzo kwa kipande kwa shilingi mia nafikiri kuanzia jana kwa watu ambao wana webu hapo wameshaweza kuanza kuwekeza wameshaanza kuziona zinaingia. iOS, iOS tushapata approval eh, kutoka huko duniani tangu jana, lakini sijajua eti Yusuf, inaendeleaje na Apple... na, na na hiyo link itabidi unitumie, niwatumie, niwawekee wadau kwenye comment hapa, ili wanaotaka kuchangamka wasipoteze sekunde, basi wachangamke nayo faster web app kwa kweli anaweza karuka nayo hata sasa hivi tunavyoongea, ile hizo hizo nyingine kidogo kwenye mitandao ise i, i, iko complicated sana, iko kwenye approval, yes. Process jana tulipata kidogo ya ya iOS, kuna watu wali yeah. download wakaweza kuwekeza, lakini bado ikaleta changamoto, lakini wasiwe na wasiwasi, registration utakazo kuwa umezifanya kwenye web app ndio hizo zote utakazoingia kwenye hizo app whether ni Android au iOS. Yeah, nakumbuka na, But... na mimi nili install hii app lakini siku nimemalizia. Uh, na kwa mimi changamoto sasa ambayo imenipata nadhani inaweza pia ikawa inaendana na watu wengine, mimi natumia namba ya Ulaya sasa. Okay. Kwenye, na, kwenye namba ya Ulaya hapa nimefika kwenye eneo la kusend OTP sijapata okay, hiyo message. Kwa hiyo sasa sijajua changamoto inakuwa ni kwenye uh, labda ni namba ya nje ama ni utaratibu wa uandishi wa namba. Hicho kitu sijakijua. Nadhani tutaendelea kukichunguza kadri muda unazidi kuendelea, ya lakini hainifikii kwenye kwenye namba yangu kabisa ile. Swali tatujibu Engineer Kabenda. Fika Kabenda ulimwona jana? Ah, jana sijafanikiwa kuangalia session, ilikuwa niko occupied na majukumu mengine. Ni, ni, ni eh, atatupatia majibu lakini uh, eligibility, na nafikiri binadamu wote duniani wanaruhusiwa. Huu ni mfuko wa index fund ambao anawekeza mtu yoyote, kwa hiyo mtu kokote alipo, uko Hawaii, uko wapi, una uwezo wa kununua uh, kununua kwenye huu mfuko. Na kama ni mtoto of course kuna jinsi ya kumfungulia account chini ya main account unaweza kuweka sub accounts au minor accounts, ukafungulia account ndo, ne, ne na hiyo kaanza kuwa severe. Kwa hiyo ndo Inuka Dozen Index Fund na nimefurahishwa na comment moja hapo, ngoja niweke kabla hatujafika uh, dadangu Caroline anasema hopefully kwenye hizo kumi na mbili hakuna cigarette alcohol au kampuni yoyote iliyowekeza mle. Adhiyo nafikiri ndo how to join. Hiyo ya kwanza ni web app, click hapo, unaweza ukaenda ukafata zile steji za ku sign up na kwanza kuwekeza. Ilezo nyingine mbili ndo kama pewa update hapa kwamba ndo ziko kwenye proses ya kukamilika. Zitakamilika very soon lakini tutakuwa tunaendelea ku update. Kwa hiyo kama mna maswali mna changamoto mnazipata, keep them flowing, tutakuwa tuna respond accordingly, lakini kwa wale wa, wa umri wangu ambao hivi vitu vinawapiga chenga kidogo, kuna forms za kujaza, application form, unajaza unaweka details zako na kuna account tumeweka pale ya kudeposit pesa zako whether ni kwa wakala au kwa sim banking au kwa benki yoyote sisi huku tutaziona tuna kurejista. IPO window hiyo wae kipande kiko bado kiko shilingi 100, mhm, yeah so far. Sasa for that reason nimeona nijaribu kuweka different kind of funds, kwa sababu wiki hii kumekuwa na maswali mengi sana, nauliza dozen index iko sawa sawa na hii avetex ETF au iko sawa sawa na fund zipi nyingine. Kwa hapa nimeweka so far funds tulizonazo hapa naweza nikasema duniani kwa, kwa ufupi kuna hybrid ya nyingine, lakini hizi ndio the main funds. Kuna mutual funds, kuna hedge funds, kuna index fund, hiyo ya mwisho ETF, ni exchange traded fund. Sasa hii ya mwisho exchange traded fund inawezekana ni ya kwanza mutual fund, lakini umeamua kui-list kwenye stock exchange, ndio inabadilika jina, inakuwa ETF, exchange traded fund. Kwa mutual funds hapa kwetu kimsingi, so ndo hizo hizo ambazo tulizonazo za collective investment schemes, hizi unity trusts, hizo ni mutual funds. Kwa hiyo ikiamua kuorodheshwa kwenye soko kama alivyoorodheshwa Vertex ndo inabadilika jina na kuwa ETF. Hedge funds, hizi hedge funds mara nyingi ziko available kwa private investors, sio kwa kila mtu, ni wale ambao wako sophisticated enough kuweza kubeba risks ambazo wanazo kwenye hedge funds labda asilimia kumi na tano lakini anaweza akakupa asilimia arobaini wakakupa asilimia hamsini, hizi ni specialized kwa watu wachache, hedge funds. Sasa, index fund, ndio ambao sasa you are just tracking the index kuna invest kwa track index na inakuwa diversified kama ambavyo unaonekana hapo, na unakuwa na match index ETF kama nilivyoelezea, ndo kama hii ya Vetex ambayo <clears throat> naam sana kuja kuona jinsi inavyo operate sokoni, kwa sababu kwenye tofauti yake kwenye liquidity na kwenye pricing, mutual funds index fund throughout the day zina trade kwa bei hiyo hiyo na hiyo hiyo. Kwa sababu NAV inakuwa computed at the end of the day, ambayo ndio inatumika mpaka kesho watakapocompute another NAV. Kwa kipindi chote hicho, vipande vinakuwa vinauzwa na kununuliwa kwa bei hiyo hiyo, lakini kwa ETF ni kama inakuwa inatrade kwa, ina kwa bei tofauti during the day, kwa sababu siko listed sokoni, kwa zile prices ndio zitakuwa zina move kila dakika, kwa hiyo ina trade kwa bei tofauti tofauti na kitu ambacho takiona kigeni kwa mara ya kwanza Tanzania, katuelezea na fili watu wa Vertex ni kwamba kuna kuna sometimes ile bei ya ETF inaweza ikatofautiana na NAV yake. Kwa hiyo inapotokea hivyo, kutakuwepo na market maker anatakiwa ambaye anatakiwa intervene kwa kuimove ile bei ya ETF iwe very close kwa NAV yake. Hizo hizo ni, ni, ni vitu ambavyo tutaanza ta, ta, kuviona siku atakapoanza kuitrade. Uh, ikatoa mwanga kwa watu wengine ambao wanataka kuingia ku list zile mucho fan zao kuona zile structure za market na jinsi zinavyofanya kazi. Hapo ndo kwa mwisho wa index fund, na kama kuna swali liko related na dozen index, mpaka sasa hivi. Yes, maswali na yaona hapa na tunaweza tukayapitia haraka haraka. Um, okay, labda kuna swali hapa la kwanza kutoka kwa history mzuri ametaka ya, ya kujua uh, tofauti ya, ya operation kati ya ETF na hisa za kawaida. Umeshatoa maelezo kifupi, sijui kama unacha kujazirizia nilivyoeleza kama ka, bado hajaelewa ka, vizuri anaweza kuuliza tena lakini sawa, sawa. Uh, okay. Petro alikuwa ametamani kufahamu makampuni ni yapi, nadhani ndiko tunakoelekea, tunakuelekea nadhani, hujatutajia listi kamili, ama umetuandalia listi baadaye ya ni makampuni gani kutuambia? Labda uh, nikimjibu sasa hivi hii listi tutaijua kwa sababu sasa hivi tumefungua tarehe 29 August, tumefungua mauzo tarehe 10 Oktoba ndo tunafunga, kwamba tumepata pesa kiasi gani tunapeleka List CMSA kuwa approved. Sawa, nitaruhusu sasa kuanza kufanya allocation sasa. Ni kipindi hicho tutakapo approve tutakapo chagua sasa makampuni rasmi. Lakini kama tulivyosema ni blue chip companies, na kwa soko letu blue, blue chip companies zinafahamika, yatakuwa ni kwenye karibu sekta zote. Kwa hiyo tunaendelea kuya monitor, itakapofika wakati uo, tunaangalia na meet criteria ambazo tumeziweka hapa ndio tutakayo watangazia kwamba ndo tunafanya hiyo na location sawa sawa. Uh, <coughs> Zamda Malango alisema amejaribu kufungua Inuka Fund lakini nagomamaa, tafadhali nadhani umeshapata maelezo kutoka kwa Mr. Fortius, kwa Mr. kwamba upande wa app bado inafanyiwa kazi ila ununuzi sasa hivi ni kupitia kwenye hiyo website. Halafu uh, swali lingine okay. Kulikuwa kuna swali hapo kutoka kwa Petro Nguku anasema, kwa nini kwenye Nuka Fund payment method ni moja tu through mobile wallet? Kwa nini msiweke na malipo kupitia bank? sijui hii imekaje. Na mm, ah, okay na fiatakuwa na maana kwenye ile kwenye ile nini, nikiingia kwenye web hapo pale tumeweka yani option, wakati tuna deposit ni kweli tunapitia kwenye mobile eh, wallet Ila tuko kwenye integration point za mwisho, tutaanza na fili na sim banking, lakini tutakuja kuwatafuta na wengine tuna integrate mifumo yao ndani ya hizi applications zetu ili watu wanaolipa wawe na hizo options. Kwa ni kitu ambacho ni kweli tunakifanyia kazi. Wa kwanza tutaanza naye itakuwa ni sim banking. Fili integration imeshafika stage nzuri, watu wataanza kuona kwenye mini apps zilizoko kwa sim banking wataanza kutana na Inuka Dozen Index pamoja na Inuka pande nyingine. Sasa so, so, bila shaka hiyo pia inajibu na swali hili ambalo alikuwa ameuliza, Venture Brighter index fund, unaweza kufungua account zote. Bila shaka alikuwa anamaanisha kitu ambacho unakieleza sasa hivi, ama una, una, ama unadhani kuna inawezekana likawa na context tofauti ile swali, venture venture brighter, kama unaweza ku-clarify Aa yes, yes, sawa, uh, Zamda anasema mimi OTP napata lakini inagoma kuendelea. Nadhani inaingia hapo hapo kwamba bado inafanyiwa kazi. Uh, Kichoka Media anasema TSI ambayo ni benchmark, waga, ni ngapi hii? Sielewi hili swali, sijui kama unalielewa Mr. Fortius. Yeah, nafia anaulizia kuhusu TSI. Hii ni, ni index ambayo huwa inakuwa published kila siku yani, kila mwisho wa soko, na wanapopublish ile results pale, kuna index wanazoweka ziko mbili, kuna moja ya DSE uh, DSEI ambayo ni all share index, alafu kuna na TSI ambayo ni Tanzania share index kwa domestic ah, companies sad. speaking au iko kwenye market report inakuwa pale, kwa ni hizi index ambazo tabii tuanze kuzoea, wako nasikia tumezoea Dow Jones Standard and Poor's yes, yes, yes, yes hizo okay. Io sawa tu, kidogo kidogo. Sawa kwa nitauliza maswali kama matano ya mwisho, alafu tuende kwenye, kwenye hiyo. ngo ya mwisho alikuwa ameuliza tofauti kati ya um, Freddy uliza, Inuka Money Market Fund na hiyo ya Inuka Dozen Index Fund. Kwa naweza kutufafanuliaje hapo? Yes, tofauti kubwa ni sera ya uwekezaji ambapo kwenye Inuka Money Market tunawekeza kwenye short term uh, instruments na long term government bonds ambazo sio kwa ajili ya kuzi hold to maturity, yani nazo paka kwa nazo mpaka zitakazo uiva, ni kama tunazinunua kwa ajili ya kuziuza, ni actively managed fund. Kwa hiyo kwenye Inuka Dozen Index hiyo tunawekeza, hii ni all share ni, ni, all equity fund, kwa hiyo wekezaji wetu wote huko kwenye eh, kwenye shares peke yake na tofauti sasa kati ya hizi miwili ukiacha hizo instruments kwamba huyu ni kwenye hizo treasury bonds na treasury bills na short term deposits, na huku ni all equity, tofauti nyingine inakuja kwenye jinsi ya ku manage mifuko. Huyu moja ni actively managed, huyu mwingine ni passively managed. Na ukisema labda ungetupa kifupi sana actively managed na passive manake, je, mnaweka tu pesa mnaendelea na mambo mengine ama ama ni passive kwa maana ya sisi wawekezaji hatutaki kudili nayo ikoje? Okay. Kwenye, kwenye management style ya mifuko wa Inuka money market tunaita ni actively managed kwa sababu ni kwamba sasa ile sera imetupa leeway kwamba tunakuwa tuna trade on zile price difference, kwamba unanunua kwa bei ya chini unauza kwa bei ya juu. Hiyo ndio know, active management kwenye mfuko au mfuko wote na sometimes hata kwenye equities kuna watu ambao wanakuwa na equity fund ambao ni actively managed, wale ambao wana uwezo wa time the market wananua kwa bea chini wanauza kwa bea juu. Lakini sisi tumechukua indexing ambayo indexing by nature ni passive, kwa maana sisi mkishatupatia hizo pesa tunapoingia sokoni hatuingii kwa ajili ya kubeat the market. Sisi tunaingia kwa ajili ya kureplicate the market. Ndio maana inaitwa passive management. Sasa yeah. Kwenye ile presentation iliyopita kidogo, nilichokuwa nimeelezea over time, umeonekana kwamba active managers kwenye equities mara nyingi wana underperform kuliko passive investors upande wa equities, wakati upande wa bond market passive investors wanakuwa better na wale active investors. Kwa tumeona tuende na hizo style ambazo zitakuwa zinanufaisha wawekezaji kwenye hii mifuko. Asante ah, sana. Asante sana. Maswali ah, matatu ya mwisho nitauliza la Texpire, nitauliza la Caroline pamoja na na Kilomboi Nguma, alafu ah, kuanzia kwa Stervas John tutakuja baadaye. Ah, unasema kwa hiyo ETF kama Vetex ni fursa kubwa kwa namna gani kwa wawekezaji? Nuhu ameniuliza swali ambalo alitakiwa kujibu Ahmed wa Vetex. <laughs> lakini kama nilivyoelezea jinsi inavyofanya kazi na, ni, ni, ni fursa sasa kwa wale watu ambao wako tayari kuwekeza kwenye kitu kama hicho, yani kwenye, kwenye mfuko kama huo ambao uko actively traded kwenye stock exchange. Kwa hiyo nachoweza kusema labda faida kwa wekezaji ni kufuatilia ile offer document yao kupata some other futures za huo mfuko. Ndio, mtu anaweza akaweza akapima kwamba ni faida zipi anaweza akazipata kwenye mfuko, ila kwa sasa hivi kwa sababu sina details kamili za huo mfuko, ninachokijua tu ni hicho kwamba utakuwa unakuwa active trader kwenye market lakini kwenye na ninachokijua kingine, composition yake ni kwamba wenyewe uko concentrated kwenye upande wa bank and finance ambako kuna CRDB, NMB, DCB, Afriprise na NICO. Kwa hiyo ni aina ya concentrated eh, portfolio ambayo iko traded kwenye exchange. Okay, sawa sawa, ni mark muda hapa wa huyo mtu wa mwisho. Sawa, swali lingine ilikuwa kutoka kwa Caroline Dowd, anasema kama hii Inuka index fund ina track ama ina match performance ya specific market index, mfano kule Marekani S&P 500. Je, huku kwetu ina track au kumatch ipi, kiongozi? Yes, ina, kwa hapa kwetu ina track ile index ya TSI. Asante kwa hiyo Caroline, unaweza ukauliza swali zaidi kama unahitaji maelezo zaidi. Alafu swali la mwisho kwa sasa tutatoka kwa Kilomboi Nguma anasema average return per year ni ngapi, nadhani sasa ni kama anticipated, kwa hiyo lugha. Je, tofauti yake na Inuka a uh, akimaanisha nadhani inuka, money market, fund, na inuka market itakuwa ni kiasi gani? Kwa nini niwekeze kwenye dozen fund na uh, sio inuka money market in form of average return per year? Hadi Mr. Fortius. ah uh, labda kwa ufupi hapa kitu ambacho naweza nikamueleza ndugu yangu hapa, so far kwenye inuka market money market, ambao tuna tunakaribia mwaka tumeanza nayo uh, so far return iko kwenye asilimia kumi na 15 mpaka 18. Huo mfuko mwingine bado hatujaanza, hauna performance track record, lakini tulikuwa tunajaribu kupiga hesabu zake kwa makampuni ambayo tunaweza tukawa nayo ile kama model portfolio ya makampuni, kama tungeachagua miaka mitano iliyopita, sasa hivi angekuwa na asilimia ngapi, na ilikuwa in excess of 30, in excess of 30% ayo makampuni kama tungekuwa nayo kipindi cha nyuma ambacho ni kweli inaonyesha kwamba most of the time uh, long term return ya kwenye stock market huwa iko juu zaidi ya return kwenye hizi money market instruments. Kwa hiyo kwa nini awekeze kwenye fund moja sio nyingine? Hiyo ni risk appetite. Risk appetite kwa maana gani? Kwamba kama nataka steady return, ndio hiyo kwenye mid double digits, asilimia 15 mpaka asilimia 18, na mtaji wake uendelee kuwepo kuwa salama, Inuka money market ndo inafaa mtu kama huyo. Lakini kama anataka kupata maybe, anataka kupata super return, akitaka kupata possibility ya return kubwa hiyo ni ilikuwa na itaya in excess of 40% aingie kwenye Dozen Index Fund, lakini caution kwamba hiyo ni return over the long term, ambako in the short term inawezekana ukapata hata negative, kuwekeza pesa leo zikashuka, hiyo possibility ipo. Kwa hiyo kwa uwekezaji ambao wako tayari to take risk, ambao huwa iko kwenye shares, na nafikiri tulimwona juzi Warren Buffett, kuna clip ile share ilikuwa inazunguka kwenye mitandao kwamba kama hauko tayari uwekezaji wako kushuka kwanza kwa asilimia 50, kwa usiingie kwenye, kwenye hisa. Kwa kwenye hisa hiyo ni rahisi kuisikia hiyo usiombe. Yeah, kwa, of course huo ndo ukweli ambao tunaambiwa ili sasa ujue, mm -hmm. sio kaingia ukaanza kulaumu na of course na yeye na, na, na, anasema kwamba wanasema kuwekeza kwenye hisa ni riski, lakini kwa mtu ambaye anataka kuchukua short-term position, miezi sita, mwaka mmoja, kwake ni riski kubwa zaidi kuliko yule ambayo iko tayari kuingia kwa miaka zaidi ya mitano. Huyo kwake kuwekeza kwenye hisa sio riski kama inavyokuwa defined kwenye kwenye textbooks. Kwa hiyo hapa ni patience ya kusubiri kwa muda mrefu.